Baadhi ya wadau wa sekta ya elimu mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi wanalalamikia kusambaratika kwa sekta ya utalii katika eneo hilo baada ya hoteli nyingi kufungwa. Kulingana na mmoja wa wadau hao, Martin Shauri, kuongezwa kwa kiwango cha ushuru kinachotozwa kina watalii sawia na hoteli imeathiri sekta hiyo. Shauri pia amedokeza kwamba hali hiyo imeathiri pakubwa wakazi wengi ambao wanategemea sekta ya utalii kama kitega uchumi. Kauli yake imeungwa mkono na mwanaharakati wa kijamii mjini humo Ken Otieno ambaye ameiomba serikali ya kaunti kubuni mbinu mwafaka za kufufua sekta ya utalii. Na hata sasa hivi, wa vijana wamekosa kazi, ajira zimekuwa chini sababu mji huu wa Malindi, Kilifi County hasa imekuwa ikitegemea sana eh, mahoteli. Sasa hivi tunavyosema hoteli ko, completely down. Jambo hili limekuwa kama ni donda sugu sababu lime hasa limeleta mvurugano wa upande wa ajira kiasi ya kwamba wa vijana wengi na hata watu wale walikuwa wakifanya kazi mahotelini sasa hivi hawana kazi. Ombi langu kwa serikali la gatuzi la Kilifi na serikali kuu ni kwamba ijize titi, tuangalie kwamba hii hali vile ilivyo, tutafanyaje mpaka at least utalii urudi katika hali yake ya kawaida, kwa sababu ni hali ambayo si nzuri uh, and especially uh, the government agencies like ATB Maji Kenya na TRA waje in a big way uh, so that we come uh, with a way on how we can market uh, this destination and especially Kilifi and Malindi irudi hali yake